Super Royal Sports kutoka PM Bet. Eh, hii ni nyingine tena ambayo tumekuletea na Mr. Jafari Omary kutoka wapi? Mbagala. Mambo vipi, Jafari? Shwari. Kipindi kile kwenye draw ulipigiwa simu, ulikuwa Kwala, wala unafanya mitikasi gani? nafanya kazi yes, mm, ah. Okay, wakati unapigiwa simu, okay, ile simu Maulid alivyokupigia, Maulid Kitenge eh, ulionekana kama ni mtu ambaye una wasiwasi, vilikuwaje? mtu ambie Hello? Habari za usiku. Salama mimi niko salama. Mimi naitwa Maulid Kitenge kutoka PMBet. Wewe nani mwenzetu? Jafari. Jafari nani? Kupani. Ndiyo. Sasa wewe umekuwa ukicheza na PMBet, kubashiri na PMBet, PM tupo katika hmm, draw live kabisa na wewe Bwana Jafari Omary, tunathubutu kukutangaza bwana, wewe umekuwa mshindi wa PMbet eh, lakini eh, kupitia draw yetu yes, super, super Royal Sports ambayo inatoa Toyota I IST hmm. Wewe ndio mshindi wetu wa Toyota IST mm -hmm. Unajisikiaje? <laughs> kwanza ndiyo. <laughs> Aa, unajua <laughs> ah, Jafari kama uamini aamini, basi wewe ndio mshindi bwana Jafari. Sasa mimi kama mimi nimekupigia simu bwana eh, nimejuaje namba yako? Yani nakaa tu naamka, tunapiga na tunamna tuna uh, nikupo sijazania kama nitapigiwa simu kama nimeshinda kitu fulani katika mechi ulizobashiri kupitia PMbet ambayo iliwezesha wewe kuingia kwenye draw ya kushindania hii gari unakumbuka ilikuwa mechi gani uh, na last time ambapo uliingia kwenye wale 30 bora kwenye leaderboard, kwenye Royal Sports, Super Royal Sports? Yeah, ilikuwepo Madrid na siku ya Jumatatu anacheza na, juma na Osasuna. Uliweka mechi moja au uliku, mkeka ulikuwa mrefu kidogo? Hamna mkeka ulikuwepo na mechi tisa. Niliweka yeah. Yeah, laki moja na nusu yeah. Ilikuja um, Mi, laki tisa. yeah. na ukashinda nikishinda yani, kwa hiyo ulivyoshinda ukapata points nyingi za kuingia kwenye Super Royal Sports yeah, aise hongera sana kwa ushindi e, mbagala najua wanakusubiri kwa hamu unawaambia nini sasa wale wazee wengine ambao wanabashiri kama wewe waendelee kubashiri itafika muda na wao watapata kama hivyo Sio, PMbet inakupa zaidi. Unaweza ukabashiri kawaida tu kama unavyobashiri sehemu nyingine, lakini sisi tunakuongezea hii draw. Maanake fedha yako utachukua, lakini draw utaweza kuingia pia ukiscore point za juu zaidi ni kupitia PMbet.co.tz. Hadi time nyingine, bye.